Mazingira mazuri yanayoipendezesha na kuinakshisha nchi inayopatikana mashariki mwa bara la Afrika, na hii ni Tanzania, nchi iliyo na idadi zaidi ya makabila mia moja yaliyogawanyika katika kila sehemu pande mbalimbali mwa nchi ya Tanzania, yaani kusini, mashariki, magharibi na kaskazini. Na hawa tunaowazungumzia hapa ni Waadzabe. Waadzabe ni moja ya makabila ya asili nchini Tanzania wanajulikana kwa maisha yao ya uwindaji na ukusanyaji wa matunda. Waadzabe Waadzabe ni moja ya makabila ya asili nchini Tanzania. Wanajulikana kwa maisha yao ya uwindaji na ukusanyaji wa matunda, hali ambayo inawafanya kuwa sehemu ya makabila machache duniani ambayo bado yanaishi kwa njia ya jadi, tena isiyoathiriwa sana na ulimwengu wa kisasa. Waadzabe wanaishi karibu na ziwa Eyasi kaskazini mwa nchi ya Tanzania katika maeneo ya mikoa ya Arusha, Manyara na Singida. Kabila hili lina idadi ndogo ya watu ikikadiriwa kuwa na takribani ya watu 1300 hadi 1500. Licha ya idadi ndogo, wanaendelea kuishi maisha yao ya jadi kwa karne hadi karne. Wadzabe ni wawindaji na wakusanyaji wa matunda, na maisha yao yanategemea sana mazingira ya asili. Wanaume wao hujipangia shughuli ya uwindaji wa wanyama kama swala, nyoka na ndege kwa kutumia pinde zilizonakshiwa kwa ulembo wa asili kutokana na mazingira yanayopatikana. Tena mishale iliyotengenezwa kwa mikono huku wanawake wakipewa jukumu la kukusanya matunda, mizizi na asali. Lishe yao ni ya kiasili, inajumuisha nyama, matunda, asali na mizizi. Wana maarifa ya kina kuhusu mimea ya dawa na wanyama wa polini ambayo huwasaidia kuishi kwa ufanisi katika mazingira yao magumu. Waadzabe huzungumza lugha ya kipekee inayojulikana kama Hadzane, ambayo ina sauti nyingi za mlio wa ulimi kwa kitaalamu click sound. Lugha hii ni ya kale na haina maandishi rasmi. Wadzabe hawana mfumo wa kuandika historia yao, badala yake hutumia simulizi kuhamisha maarifa na tamaduni kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Katika utamaduni wao wanaamini kuwa kila mtu ana uhuru wa kufanya maamuzi yake bila kuingiliwa. Hili limewafanya wawe na jamii isiyo na mfumo wa uongozi rasmi kama machifu au wazee wa mila. Waadzade wanakabiliwa na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na kilimo, mifugo na miradi ya maendeleo, kupoteza ardhi, athari za kisasa. Maendeleo ya kisasa kama vile elimu na huduma za afya Yanawafanya baadhi ya wa vijana kuacha maisha ya uwindaji na kukumbatia maisha ya kisasa. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ukame na ukataji miti kwa wingi vinaathiri upatikanaji wa chakula kutoka mazingira ya asili. Waadzabe ni hazina ya kipekee ya utamaduni wa nchi ya Tanzania na ulimwengu kwa ujumla. Maisha yao yanatoa mfano wa jinsi binadamu wanavyoweza kuishi kwa urahisi na heshima na mazingira yao ni muhimu serikali na wadau wengine waendelee kuweka juhudi za kuhifadhi ardhi yao na kuendeleza utamaduni wao bila kuharibu maisha yao ya jadi. Na hili ndilo kabila la kipekee ambalo bado limeendelea kuishi kwenye jadi na asili yao wa Hadzabe kutoka kaskazini mwa nchi ya Tanzania. Makala hii imeandaliwa na Yusuf Mbuke na kusoma kwako nami Neltoni Jafeti, usisahau kusubscribe, comment, like na kushare. Kwa wa kwanza kuhabarika nasi Mbuke Online TV.